Kwanza na msingi liko hapo. Hicho kitambaa sante. Naomba nisome tawi hili, yani Matindi Kasala, askofu wa jimbo katoliki Geita, tarehe 28 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Baada ya hapo tutaelekea mepe Amekwisha kata, naomba kipongezi eiwezegewa, asante sana. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baada ya sala ya baraka, baba Skofu atanyunyizia maji ya baraka, atatunyunyizia pia na sisi. baada ya kumaliza ji

Wikla Maria marki amani msimamizi wa jimbo letu babariki. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni na karibuni, nacongeze makofi mazuri kabisa baada ya kazi hii nzuri ya ufunguzi wa benki yetu, kama ambavyo ametuonyesha mfano sister pale As fanya kazi yote wa benki wa Mkombozi. Baada baada hapo tutakuwa na, na picha baada na meza kuu, nitaomba mapadri wote na watawa tupata picha. Tuanze na meza kuu wapige picha kwa maelekezo ya location wapi pa kupiga picha mbali mbali mbali, tupate picha hii sasa speciali katika. Nafikiri hapa panapendeza sindio? naomba sasa utau